Tuzungumzie kwa kifupi zao la matikiti. Zao la matikiti ni zao uh, la biashara ambayo linalimwa katika udongo wa tiftif na tiftif kichanga. Hili ni eneo kubwa sana, ni eneo kama la ekari moja, ambayo ilipandwa haya matikiti pandwa kwenye drip irrigation e, na ile eneo tulikuwa tunategemea lile tank pale juu, ambapo mnaliona mbele yenu, ila tulipata changamoto kubwa sana ambayo ilitaka kutukatisha tamaa. Hii njano ambayo mnaiona hapa mbele ndio njano ambayo mnaiona pale. Hii ilisababishwa na, na ukosefu wa maji ndani ya wiki mbili, kwa hiyo matikiti yakapelekea kuanza kukauka koo matikiti ilipoanza kukauka tulikosa matumaini kwamba tuta, tuta, tuta, tutavuna katika ile eneo. Tulichimba kisima katika huu mkoa wa Tabora e, mwanzoni kisima kilikuwa kina maji ya kutosha ila baadaye yakakauka. Kile kisima kikawa kina maji ya kutosha, tulikuwa tunapata kwa ile tenki pale lita elfu tano, tulikuwa tunapata kama lita Uh, elfu mbili mia tano mpaka elfu tatu Mwisho yakakata kabisa. Uh, tulikosa matumaini ya kuvuna chochote hapa, ila matumaini yalirudi baada ya mvua kunyesha. Baada ya mvua kunyesha, matikiti yakaanza kuchipua tena upya, yakarudi katika hali yake ya, ya kawaida mpaka saizi kufikia matunda yana ukubwa huu, hapo yana ukubwa huu. Matunda sasa yana ukubwa huu hapa, aisi yenyewe mnajionea ukubwa wa matunda, ukubwa wa matunda. Matunda yapo ya kutosha, ingawa tupata changamoto hiyo yote ila matunda hapa ya kutosha, haya hapa mnayaona, matunda hapa ya kutosha, haya hapa, hayo ayo yale, yote yale yale pale, haya yote, na matunda hapa ya kutosha sana. Matunda yote yale, yale kule yote, matunda ya kutosha sana kwa hiyo mmea umerudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo kuna matunda mengi mengi mengi mengi, haya yote ya, ni matunda makubwa haya matunda makubwa. Nizungumzia kwa kifupi isi ya upandaji wa matikiti, upandaji wa matikiti, kuna aina nyingi za upandaji wa matikiti ikimaanisha kwamba tunazungumzia spacing ya matikiti au nafasi ya upandaji wa matikiti. E, matikiti kuna upandaji wa kisasa na kuna upandaji ule wa kawaida ambao watu wameuzoea mita moja na nusu kwa mita moja na nusu, ila hapa tunazungumzia upandaji wa kisasa. Cha kwanza tunaacha njia ya kupita ambayo ni hii hapa hii ni njia ya kupita e, hapa kuna mstari mmoja ambao kwenye hizi tikiti hapa kuna mstari mmoja na kuna mstari mmoja. Kutoka mstari mpaka mstari ni mita tatu mpaka mita tatu na nusu, ila kutoka shina hadi shina tunaweka sentimita stini. Maanake inamaanisha kwamba katika mche mmoja mpaka mche mwingine ni sentimita stini, ila kutoka mstari mpaka mstari ni, ni, ni mita tatu hadi mita tatu na nusu. Ili uweze kupata matunda makubwa mazuri kama haya, lazima uzingatie nafasi ya upandaji na nafasi ya upandaji e, tunapanda kwa nafasi sahihi, maanake unaweza kuweka mita moja kwa mita moja, au unaweza ukaweka mita tatu na nusu tuta maanake lile ukubwa lile tuta kutoka, kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine maanake tunaweka mita tatu na nusu na kutoka kwenye shina hadi shina maanake tunaweka sentimita 60 tunaweka hivyo ili ku, ku, kusaidia mmea kutanuka vizuri na kupata mwanga na virutubisho vizuri ukibananisha, okay, mimea ukaweka, okay, karibu karibu sana, inamaanisha kwamba itafungana karibu, itafungana haraka, itashindwa kuzaa vizuri. Kama hivi tulivyozalisha tuli hapa, matikiti hapo ya kutosha sana kama mnavyoyaona haya, ingawa na changamoto ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya maji, ila bado tumezalisha matikiti kama haya ambayo mnayaona hapa. Haya, kwa hiyo ingekuwa bila changamoto ya ukosefu wa maji hapa, tungepata matikiti mengi mazuri. Yule mnamwona kule ni, ni, ni mhudumu wa hili shamba ambalo anafanya, uh, kuondoa ondoa nyasi shambani, fanya parizi, sababu ni huu ni msimu wa mvua, huu ni msimu kwa sababu huu ni msimu wa mvua manake palizi inatakiwa sana katika matikiti sasa nielezee kwa kifupi ukishapanda sentimita sitini kwa mita tatu na nusu mpaka mita tatu e, kuna vitu vya kuzingatia huwa tunapandia mbolea mbolea tunayopandia tunapandia dapu tunaweka gramu tano kwa kila mmea maanake unatanguliza mbolea unafukia udongo juu, ya ule udongo unaweka mbegu yako unafukia, unapiga maji ya kutosha kwa ajili ya kuotesha e, mche wako e, ukisha hota baada ya siku, mimi huwa napendelea siku kumi na nne, uja, uja na ba, na kumi na nne kabla mmea hujachanganya kwa nacho kifanya, naangalia kwamba mmea wangu unahitaji labda gramu kumi na nagawanyisha na ile gram kumi kwa nachokifanya, naweka siku ya kumi na nne mbolea gram tano alafu siku ya ishirini na moja nakuja kuweka gram tano tano kwa mara ya pili. Maake siku ya kumi na nne naweka gramu tano na siku ya ishirini na moja naongeza tena gramu tano, nakamilika nakua gramu kumi. Baada ya hapo nasubiri maua yaanze kutoka, naweka mbolea ya kani gramu tano alafu nakuja kurudia tena gramu tano. Kwa hiyo sasa programu ya, ya, ya, ya, ya, ya mbolea ambayo mi nimeitumia hapa, nimepandia mbolea siku ya kwanza ambayo nimeweka gramu tano ya DAP nimekuja kukuzia nimeweka NPK flat kumi na saba kumi na saba kumi na saba gram tano, nikaja kurudia tena gramu tano siku ya ishirini na moja. Baada hapo nimekaa tena siku kumi na nne nimekuja kuweka mbolea a yakani gram tano nimekuja kuweka mbolea yakani gram tano kwa ajili ya kuzalishia baada ya hapo nakaa tena na siku kumi na nne nakuja kuweka mbolea amwisho, mbwani, ya mwisho ambayo ni ya kantena gramu um, tano. Yaani, kwa program hiyo lazima upate matikiti makubwa kama hii, na nimefanya hivyo kwa sababu huku kwetu uh, Tabora kuna udongo wa asili ya kichanga ambacho wenyewe haina rutuba ya kutosha. Kwa hiyo usipoweka uh, mbolea usipoweka namna hiyo, hautozalisha uh, vile inavyotakiwa kwa hiyo matikiti kuhudumia ni rahisi sana, rahisi sana, rahisi sana kama mnavyoona, hii shamba inapendeza, shamba kubwa sana, shamba kubwa sana. E, tulikosa matumaini hila tumulisha matumaini baada ya kuona mwanga. E, mvua imerejea huu mwezi wa kumi na mbili. Kisima kimekauka ila tunapata tuna, tuna, tuna maji ya kutosha, eh, sababu mvua zinanyesha kubwa. Kwa hiyo nahisi tutavuna vizuri. Kwa hiyo hizi tikiti tunavuna mwezi wa pili, hizi tikiti tunavuna mwezi wa pili, itakuwa tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Tikiti nzuri, tikiti ambazo zimezaa sana, muda mrefu sana msesite kunitafuta kwa ajili ya ushauri. Napatikana kwa namba sifuri sita mbili moja tisini na mbili sabini na moja tisini na sita au napatikanika kwa sifuri saba tano sifuri tisini hamsini na sita tisini na sita napatikana Tabora, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora.